Nipende kuwashukuru shirika la Msichana Initiative ambao kiukweli wamekuwa wakifanya mambo makubwa ya kuisaidia serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na wakazi wa wilaya ya Nzega. Napenda kuwashukuru wadau wetu Karimjee Foundation kwa namna ambavyo wamekuwa wakitutia nguvu na, kutut, na kutushika mkono tangu mwaka 2021. Shirika letu la Msichana Initiative kama ambavyo ametoka kusema afisa ya miradi wetu, ni shirika lisilo la kiserikali ambalo linafanya kazi ya kuchechemua usawa wa kijinsia katika sekta ya elimu na kuwezesha kiuchumi watoto wa kike katika umri wa, wa, wa, wa kuanzia miaka kumi hadi miaka ishirini na tano lakini pia kuangalia namna gani ambavyo wanaweza kujitambua, kujiamini na kujiwekewa malengo makubwa ili kuweza kuepuka vishawishi na namna mbalimbali ambazo zinaweza kuwakwamisha kufikia ndoto zao, na hadi kufikia mwaka jana 2024 tumeweza kufikia wasichana moja kwa moja wasichana mia mbili, kwa maana hiyo tumeshatoa baiskeli mia mbili hapa Nzega katika shule sita, na siku ya leo hapa tutagawa baisikeli nyingine hamsini ili tafikia 250 kwa wasichana hamsini wa shule hii. Kwetu sisi tunachukulia hii programu ni kama sehemu ya kuweza ku saidia wasichana kuweza kuongeza mchango wetu katika elimu. Mara nyingi utasikia viongozi wa serikali wakisema wadau wa maendeleo, wadau wa serikali. Sasa sisi ndio hao wadau, kwa sababu serikali pamoja na ukubwa wake mm, atatuambia hapa e, mtendaji wetu wakata kwamba hawezi kufanya kila kitu. Mambo ni mengi, vijiji ni vingi, changamoto ni nyingi. Kwa hiyo na serikali pia, kwa wanaungana mkono na wadau kama sisi, kuweza ku kuongeza hatua moja zaidi katika zile jitihada nzuri ambazo tayari wanazifanya. Ohaa, lengo letu ni kushiriki kikamilifu kuhakikisha wasichana wanapata fursa zote wanazostahili katika safari yao ya elimu, hata ya maisha yao. Tumeamua kusimamia bega kwa bega na Msichana Initiative kuhakikisha hakuna msichana anayeachwa nyuma. Tunatambua umuhimu wa elimu kwa maendeleo ya jamii yetu, na tuko hapa kuhakikisha kwamba hakuna kizingiti kitakachomzuia msichana wetu kufikia ndoto zake. Tuna imani kubwa na nguvu ya elimu, na tungependa kuona kila msichana anapata fursa ya kufanikiwa. Na wafadhili wetu tuwahakikishie kwamba baisikeli zitatunzwa ipasavyo ili kufikisha malengo ya watoto wetu. Watoto wetu kitaaluma wataendelea zaidi kupasi na diksheni 1 mpaka tu itapatikana hapa Mwakashanhala kwetu ningependa ku lipongeza shirika la Msichana kwa kazi nzuri walioifanya leo, hasa kwa kutoa baiskeli hamsini. Kwa baiskeli hamsini hizi ni kweli wamejipanga kuwasaidia au kutoa huduma kwa watoto wetu wa Kitanzania. Pongezi sana kwao, tunashukuru sana. Lakini pia ningependa kuahidi shirika hili sisi kama wana, sisi kama walimu wa shule ya sekondari Wela tutakuwa tayari au tuko tayari kuendelea kuzisimamia hizi basikeli ili ziweze kutumika kwa malengo yale yale waliokusudiwa na, na shirika. Nimefurahi sana kwa kutusaidia kutoa msaada wa kutusaidia basikeli. Tulikuwa na changamoto ya basikeli, tulikuwa tunachelewa shule, tunatembea mbali mrefu. Tunashukuru na ahidi kwamba baiskeli nitaitunza, nitaitunza ipasavyo, ili wadogo zangu waje kuisomea baadaye. Nimefurahi sana kupata usafiri na naahidi na, ntakuwa nawahi, nitaongeza bidii katika masomo yangu.